Kops walimfunga mwanamke mweusi mjamzito na kumtesa bila kujua kuwa alikuwa afisa mwenye silaha. Ilianza alasiri tulivu, wakati haki iliposahau sare yake na mamlaka iliposahau kusudi lake. Mayowe ya mwanamke mweusi mjamzito yaliunguruma katika barabara ya kitongoji, wakati maafisa waliofungwa macho na chuki walimburuta kwa kamba walizodhani zinaashiria mamlaka. Hawakuona beji iliyofichwa chini ya shati lake lililochanika wala ujasiri uliokuwa ukipiga chini ya pumzi yake inayotetemeka. Waliona tu shabaha, bila kutambua walikuwa wakimfunga nguvu iliyofunzwa kutetea sheria waliokuwa wakiivunja. Katika wakati huo, kabla ya ukweli kulipuka kama radi katika chumba cha mahakama chenye utulivu, ulimwengu ulikuwa karibu kushuhudia nini hutokea wakati ukatili unakutana na matokeo na jinsi maumivu ya mwanamke mmoja yangeandika upya ufafanuzi wa haki. Jua la asubuhi lilitembea kwa uvivu juu ya paa za Atlanta likipitisha joto lake hafifu juu ya mji uliosahau jinsi ya kupumua kwa wema, na mahali fulani kati ya mdundo wa trafiki na mwangwi wa ving'ora, mwanamke aitwaye Sajenti Naomi Cole mwenye mimba ya miezi sita na tayari akipigana vita zaidi ya wajibu wake Alirekebisha koti lake la navy blue na kunong'ona sala kimya kimya kabla ya kutoka nje ya nyumba yake ndogo. Hakuwa tu mwanamke mwingine katika umati. Alikuwa afisa wa shirikisho aliyefanya kazi ya siri, aliyepangiwa kufichua genge la magendo ambalo lilikuwa na mizizi ndani ya idara iliyoapa kuwalinda watu. Hata hivyo, alipotazama taswira yake katika kioo kilichopasuka kando ya mlango wake, hakuweza kujizuia kuona uchovu wa hofu elfu ambazo hazikutamkwa zikificha nyuma ya macho yake thabiti. Aina ya macho ambayo yameona vurugu nyingi zikijificha kama sheria. Alikuwa ametumia miezi mitatu iliyopita kukusanya ushahidi dhidi ya maafisa wafisadi waliokuwa wakiuza dawa za kulevya zilizokamatwa na kugushi ripoti, kazi iliyohitaji ukimya, uvumilivu na usiri. Na ingawa beji yake ililala kimya ndani ya mfuko wake wa ndani, uzito wake ulihisi kuwa mzito zaidi kuliko hapo awali, kama ukumbusho wa yeye aliyekuwa chini ya kivuli cha raia wa kawaida. Asubuhi hiyo alipokuwa akielekea kwenye gari lake, gari jeusi la SUV lenye madirisha ya tinted lilipita polepole pole, madirisha yake yaking'aa kama macho yaliyomtambua au labda yaliyomhukumu, na kwa muda alijiuliza kama tayari amefichuliwa Bado alisukuma wazo hilo kando, mkono mmoja ukipumzika kwa ulinzi juu ya tumbo lake, kana kwamba akimlinda mtoto wake ambaye hajazaliwa kutokana na ubaya aliyoapa kukabiliana nao. Dhamira ya Naomi siku hiyo ilipaswa kuwa rahisi. Kutana na mwasiliani, toa flash drive na urudi kimya kimya kwenye makao makuu. Lakini hatima mkatili na isiyotabirika ilikuwa imechagua hati tofauti. Kwenye makutano karibu na Westfield Avenue, alisimama kwenye taa nyekundu, macho yake yakilegea kwa mama aliyekuwa akivuka barabara na mtoto wake mdogo. Na kwa muda mfupi, alijiona katika jukumu hilo huru, bila mzigo, akicheka badala ya kuangalia juu ya bega lake. Kisha mlio wa ving'ora vya polisi ulivunja wazo lake. Magari mawili ya doria yaliziba njia yake, taa zao zikiwaka kama onyo la hasira, na kabla hata hajashusha dirisha lake, sauti zilipaza amri zilizokatakata hewa kwa sumu. Iweka mikono mahali tunapoweza kuona, alibweka mmoja wa maafisa, mwanaume mrefu mwenye ngumi zilizokazwa na kukosa subira kwa mamlaka iliyopita kiasi. Naomi akiwa ameduaa lakini mtulivu alinyanyua mikono yake polepole pole, akijaribu kueleza afisa, lazima kuna kutokuelewana. Lakini sauti yake ilizama kwa mbweko wa polisi mwingine, toka nje ya gari sasa. Silika yake kama afisa aliyefunzwa ilimhimiza kutii kwa uangalifu. Hata hivyo kitu ndani yake kilitetemeka, si kwa hofu yake mwenyewe, bali kwa mpigo mdogo wa moyo uliokuwa ukiruka chini ya mbavu zake. Alipotoka nje, beji yake ilikuwa bado imefichwa ndani ya koti lake, haikuonekana. Na kwa kukosekana huko kwa ushahidi dhahiri, hawakuona afisa. Waliona tu mwanamke mweusi aliyethubutu kuhoji sauti yao. Kilichotokea baadaye kilitokea kwa ukatili wa kawaida kiasi kwamba kingeweza tu kuwa cha wale waliozoea sana kuponyoka. Afisa mmoja alishika mkono wake huku mwingine akimsukuma dhidi ya kofia ya gari, akipinda mkono wake kwa maumivu nyuma ya mgongo wake huku akihangaika na kurudia, mimi ni mjamzito, tafadhali kuwa makini. Lakini rehema haikuwa na nafasi katika msamiati wao. Kilio chake kilikutana na kicheko, mmoja akinungunika chini ya pumzi yake, ndiyo hakika, wewe ni mjamzito, huku mwingine akipiga miguu yake kando na kumpiga pingu zilizobana sana, chuma baridi kikiingia kwenye ngozi yake. Walimshutumu kuwa anafanana na maelezo ya mtuhumiwa anayehusika katika wizi, kisingizio kisicho wazi cha kugushi ili kuhalalisha uchokozi wao. Alijaribu kufikia mfuko wake kuonyesha vitambulisho vyake, lakini kabla hajafanya hivyo, mmoja wao alipiga kelele, anajaribu kufikia kitu, na mara moja baton ilizungushwa bega lake, ikimwangusha chini. Dunia ilififia, vumbi, maumivu, ving'ora, na sauti ya watu wakiangalia, lakini hawakusonga mbele. Umati mdogo ulikuwa umekusanyika, simu mikononi, wakirekodi, wakinong'ona, wakihukumu. Wengine walimhukumu, wengine walikaa kimya, wakiogopa kulipizwa kisasi. Naomi alikohoa, ladha ya damu kwenye kona ya mdomo wake, na kwa sekunde fupi, macho yake yalikutana na ya msichana mdogo katika umati, ambayo yalijawa na hofu na machafuko, kana kwamba alikuwa akishuhudia kifo cha kutokuwa na hatia yenyewe. Maafisa sasa wakimezwa na adrenaline yao wenyewe, walifunga mikono yake kwa nguvu zaidi, wakipiga kelele amri ambazo hakuna mtu aliyezielewa, huku mmoja akipiga teke simu yake alipojaribu kuomba msaada. E, unadhani wewe ni wapekee? mmoja alipiga kelele, akibonyeza buti yake dhidi ya mbavu zake, bila kujua maisha tete chini yake. E, nyinyi watu hamjifunzi kamwe maneno hayo nyinyi watu, yaliunguruma katika kichwa chake kama lana iliyopitishwa vizazi. Kila chembe ya mafunzo ilimpigia kelele kufichua yeye ni nani, kumaliza kwa sentensi moja: mimi ni sajenti Naomi Kole wa kitengo cha utekelezaji wa shirikisho. Lakini kitu kilimzuia. Labda ilikuwa kiburi, labda hofu, au labda utambuzi wa kimya kwamba hata akizungumza hawangemwamini. Hawakutaka ukweli, walitaka utiifu. Ingawa alikaa kimya, akiuma meno yake wakati kamba zilitolewa, kamba halisi zilizotolewa kutoka kwenye shina la gari lao, kana kwamba huu ulikuwa uwindaji, si kukamatwa. Walifunga mikono yake nyuma yake, wakifunga vifundo vyake vya miguu, wakipuuza vilio vyake vya maumivu, huku magoti yake yakikwaruza lami kila fundo lilifungwa si tu kuzunguka mwili wake bali kuzunguka dhamiri ya taifa linalojifanya lisioni. Mtu aliyekuwa akipita hatimaye alipiga kelele, amesema, yeye ni mjamzito, mnafanya nini? Lakini afisa huyo alijibu kwa ukali, jali mambo yako. Afisa mwingine mdogo zaidi, mwenye kusita machoni pake, alionekana kutokuwa na uhakika, lakini macho ya bosi wake yalimnyamazisha. Mahali fulani ndani ya kifua chake, Naomi alihisi mtoto wake akisogea, mwendo mdogo ambao ulizindua tena azimio lake. Hakuwa akipigania yeye mwenyewe tena. Alikuwa akipigania mpigo huo wa moyo uliostahili ulimwengu bila chuki ya aina hii. Maafisa walimburuta kuelekea kwenye gari la doria, magoti yake yakikwaruza lami mbaya, yakiacha michirizi ya damu kama njia ya udhalimu iliyoandikwa kwa ukimya. Alijaribu tena, akinong'ona, kitambulisho changu katika koti langu tafadhali, lakini walimpuuza, wakimsukuma ndani ya gari kama ushahidi uliotupwa. Mlango ulipofungwa kwa kishindo, afisa mmoja alimnungunikia mwingine, ana bahati hatukuenda kwa bidii zaidi. Na katika wakati huo Naomi alitambua hatari halisi haikuwa mikono yao ilikuwa mfumo uliowaruhusu kuamini kuwa hawagusiki. Ndani ya gari la doria, pumzi yake ikiwa isiyo sawa na maumivu yakizunguka upande wake, alibonyeza kichwa chake nyuma dhidi ya kiti na kumfikiria mama yake, mwanamke aliyemlea kwa hadithi za ustahimilivu, ambaye alimfundisha kuwa ukimya unaweza kuwa silaha wakati maneno yanaposhindwa. Machozi alijaa machoni pake, si kwa udhaifu, bali kwa uzito kamili wa usaliti, kusalitiwa na beji aliyovaa kwa kiapo alichokienzi na ndugu katika sare, waliuona ngozi yake kabla ya kuona utu wake. Gari lilipoanza kusonga, alitazama nje ya dirisha kuelekea mji uliogeuka na kujinong'oneza, bado hawajui mimi ni nani. Haikuwa ombi, ilikuwa ahadi. Ahadi kwamba ukweli utakapotokea, wakati rekodi zitakapopiga vichwa vya habari, wakati beji yake itakapofichuliwa chini ya taa za mahakama, mikono ile ile iliyomfunga ingetitetemeka mbele ya haki. Lakini kwa sasa, alikaa kimya kwenye kiti cha nyuma, kamba zikichimba kwenye ngozi yake, huku ving'ora vikiomboleza vikizima mpigo wa moyo wake, na ulimwengu ukipita kwa kasi bila kujua kwamba historia ilikuwa imebadilika tu katika kitendo kimoja cha ukatili ambacho kingelipuka hivi karibuni kuwa hesabu. Seli ilikuwa baridi, yenye mwanga hafifu na inanuka dawa za kuua viini na maisha yaliyosahaulika. Sajenti Naomi Kole alikaa kwenye benchi ya chuma ngumu na mikono yake bado ikiwa na michubuko kutoka kwa kamba. Tumbo lake likibana chini ya shati lake lililochanika, akinong'ona kwa upole kwa mtoto wake ambaye hajazaliwa. Kana kwamba kujikumbusha kuwa bado yuko hai. Masaa yalikuwa yamepita tangu kukamatwa. Hata hivyo, hakuna mtu aliyemuuliza jina lake. Hakuna mtu aliyekagua mpigo wa moyo wake na hakuna mtu aliyekubali kuona kwamba mtuhumiwa waliyemtesa alikuwa akivuja damu kimya kimya chini ya uangalizi wao. Ukatili wa yote hayo ulimkandamiza kama uzito wa mwili. Unyonge, kutokuamini kwamba wanaume walioapa kutetea sheria wangeweza kutupa utu kwa urahisi kwa ajili ya udhibiti. Akili yake ilicheza tena kila wakati: ving'ora, mateke, kicheko hadi hasira ilipochukua nafasi ya hofu na kusudi kuchukua nafasi ya maumivu. Alijua lazima abaki mtulivu. Kufichua utambulisho wake halisi mapema sana kunaweza kuharibu kesi ya siri ambayo alikuwa amefanya kazi kwa bidii sana kuijenga. Lakini alipokaa hapo na damu kavu kwenye mikono yake, alitambua kuwa dhamira ilikuwa imebadilika tayari. Haikuwa tena tu kuhusu ufisadi katika safu; ilikuwa juu ya nini haki inamaanisha kwa watu wanaofanana naye. Kelele ya buti gafla iliunguruma nje ya seli na afisa yule yule aliyemfunga alijiingiza ndani akitabasamu, akiwa ameshikilia clipboard kana kwamba mamlaka inaweza kuosha dhambi. E, utashughulikiwa alisema kwa ukali. Lakini alipokaribia, macho ya Naomi yalifungana na yake, thabiti bila kuvunjika, ya kipinga. E, kabla hujanigusa tena, alisema kimya kimya, akifikia koti lake lililochanika. Labda unapaswa kuona mimi ni nani. Alitoa beji yake ya shirikisho, mng'ao wa dhahabu ukikata kiburi chake kama blade. Kwa sekunde muda ulisimama. Tabasamu lilipotea likibadilishwa na mshtuko, kisha hofu, kisha kitu kibaya zaidi. E hili, e hili haliwezi kuwa la kweli, alitamauka. Lakini alisimama polepole pole, kila harakati ikiwa ya makusudi, sauti yake ikiwa shwari lakini kali kiasi cha kupenya woga wake. E ulimfunga, e afisa wa shirikisho alisema. Sauti yake ikibeba uzito wa kila udhalimu aliouona, Eina, ulifanya hivyo nikiwa nimebeba mtoto nje. Minong'ono ilianza kuenea kupitia kituo hicho. Wakati habari zilipofikia ofisi ya kapteni, ndani ya dakika chache simu ziliita. Maafisa waliganda na uzito wa kile walichokuwa wamefanya ulianza kuikaba chumba hicho. Naomi alisimama katikati ya yote hayo, kimya, mwenye michubuko lakini bila kuvunjika, mfano wa kile walichojaribu kuharibu na huku afisa mdogo wa kike akikimbia na machozi machoni pake, akisema bibi, sikujua naapa. Naomi alijibu tu, sasa unajua. Ulimwengu nje ya seli hiyo ungejua pia hivi karibuni, na wakati habari zilipotoka, nyuso za watesi wake zingegeuka kuwa nyuso za aibu kwenye kila skrini. Lakini kwa sasa, aliweka mkono wake kwa upole juu ya tumbo lake na kunong'ona, bado haijaisha. Wakati huu watajifunza haki inahisije. Wakati alfajiri ilipopaka rangi angani kwa michirizi hafifu ya kijivu na dhahabu, hadithi ya Sajenti Naomi Cole, afisa wa shirikisho mjamzito aliyeteswa kikatili na ndugu zake wenyewe wenye sare za bluu, ilikuwa tayari imetoroka mipaka ya kituo cha polisi na kuenea kama moto wa nyika kupitia jiji, ikizua maandamano, ghadhabu na kutokuamini katika kila kona ya Amerika. Video iliyorekodiwa na kijana anayetetemeka kutoka kwenye njia ya miguu ilionyesha kila sekunde chungu. Mayowe, mateke, kamba na wakati alijaribu kunong'ona, mimi ni mjamzito, lakini alidharau na kupuuzwa. Ilirushwa kwenye kila mtandao, iliangaza kwenye kila jukwaa la kijamii na kulazimisha taifa kutazama kioo ambacho walikuwa wakikiepuka kwa miongo kadhaa. Nje ya mahakama, watu walikusanyika wakiwa wameshikilia mabango yaliyoandika haki kwa Naomi na hakuna beji juu ya sheria. Ndani, machafuko yalikuwa yakitanda. Maafisa walijitahidi kudhibiti kashfa hiyo wakati waandishi wa habari walipoweka kambi kwenye milango ya kituo, mikrofoni zao zikielekezwa kama silaha za ukweli. Wakati huo huo, Naomi alikaa kimya kimya katika chumba cha hospitali, mikono yake ikiwa imefungwa kwenye bandeji, tumbo lake likipanda na kushuka kwa upole kwa kila pumzi, akili yake ikiwa imegawanyika kati ya faraja na kuvunjika moyo. Alikuwa hai, ndiyo, lakini mtoto ndani yake alikuwa amevumilia kila mshtuko wa maumivu aliyopata na madaktari walimwonya kuwa msongo wa mawazo ulikuwa umeweka mimba yake hatarini. Alipokuwa amelala hapo akitazama dari nyeupe, alicheza tena wakati alipoonyesha beji yake. Jinsi nyuso zao zilivyogeuka kutoka kiburi hadi hofu, jinsi sauti zao zilivyokauka walipotambua yeye ni nani. Hata hivyo, hata katika wakati huo wa ufunuo, hakuhisi ushindi. Huzuni tu iliyouma kwamba haki ilibidi ije kwa gharama kubwa na ya kikatili. Masaa machache baadaye, mlango wa chumba cha hospitali ulifunguliwa kwa kishindo kidogo. Na ajenti Marcus Hale, mwenzake wa muda mrefu na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amefunzwa naye tangu chuo, aliingia na macho yaliyojaa ghadhabu na wasiwasi. E Naomi, alisema kwa upole, sauti yake ikivunjika. E kile walichofanya kipo kwenye habari zote. Masuala ya ndani ofisi, hata idara ya haki wanashughulikia kwa ukali. Alitingisha kichwa kwa udhaifu, sauti yake ikiwa karibu kunong'ona. E, walidhani e, mimi nilikuwa mwanamke mwingine tu barabarani, alisema, machozi yakitishia lakini hayakuanguka kamwe. I e, hawakuona beji, Marcus. Waliona ngozi yangu kwanza. Marcus alikaza ngumi zake. E, basi tuwafanye waione sasa, alisema, akitelezesha faili kwenye meza ya kando ya kitanda. Ndani kulikuwa na nakala za ripoti zake za siri, rekodi na majina ya maafisa wafisadi waliohusishwa na biashara ya madawa ya kulevya. E, tumalize ulichoanza. Naomi alitazama faili kisha akamtazama. E, unasema tuende hadharani? Alitingisha kichwa. E, ukimya zaidi. Wewe tayari umekuwa uso wa dhoruba, Naomi. Tufanye ihesabike. Macho yake yalibadilika kuelekea televisheni iliyowekwa ukutani, ambapo mkutano wa waandishi wa habari ulikuwa ukiendelea moja kwa moja, mkuu wa polisi akiwa na uso mwekundu na akijitetea, akidai makosa ya kiutaratibu. Waandishi walipopiga kelele maswali, alikaza taya yake. E makosa ya kiutaratibu, alinungunika. Iwalimfunga mwanamke chini. Marcus aliweka mkono juu ya bega lake. Ibasi, waambie ukweli, ukweli wote. Alasiri hiyo, kinyume na ushauri wa madaktari wake, Naomi alisimama mbele ya bahari ya kamera, mbele ya mahakama, kamba yake ya hospitali bado inaonekana, sauti yake ikiwa thabiti, lakini ikitetemeka kwa uzito wa kila kitu alichovumilia. E, jina langu ni Sajenti Naomi Kole alianza na umati ulitulia. E, nilikamatwa, niliteswa na kudhalilishwa na maafisa walioapa kiapo kile kile nilichoapa mimi, kulinda na kutumikia. E, waliona rangi yangu, si tabia yangu. Waliona tishio, si afisa. Lakini niko hapa kukuambia kwamba ukimya ni silaha wanayotegemea zaidi na ninakataa kuitumia tena. Mihemo ilipita katika umati huku akinyanyua mkono wake, akifichua michubuko bado inayoonekana chini ya mkono wake. E, alama hizi, aliendelea, si zangu tu. Ni za kila mwanamke aliyeambiwa anyamaze. Kila mtu aliambiwa maumivu yake hayajalishi kwa sababu wale waliosababisha walivaa beji. Hewa ilikuwa nzito kwa hisia. Baadhi ya watu wakilia, wengine wakipiga kelele za kutia moyo. Na alipomaliza, ukimya uliofuata ulikuwa kiziwi, si wa kutojali bali wa hofu. Waandishi wa habari walijitokeza mbele, wakipiga picha na kuuliza jinsi alivyopanga kutafuta haki, na jibu la Naomi lilikuwa rahisi, lisilotetereka: katika mahakama ambapo ukweli bado una sauti. Katika wiki zilizofuata, uchunguzi ulizuka kama moto wa nyika. Maafisa wanne, waliohusika walisimamishwa kazi, kisha wakakamatwa, na uongozi wa idara ulivunjika chini ya uzito wa kashfa. Nyaraka zilizofichwa ziliibuka, zikionyesha historia ndefu ya ubaguzi wa rangi na kufunika ukweli. Ushuhuda wa Naomi ukawa msingi wa kesi iliyofikia mahakama ya shirikisho, kesi ambayo ingefichua uozo chini ya uso wa bluu alipokuwa akiandaa taarifa yake, Marcus alimkumbusha kitu alichowahi kumwambia miaka iliyopita: e, haki si beji, ni mzigo. Na alibeba mzigo huo sasa, si kama mwathirika, bali kama shujaa. Chumba cha mahakama kilikuwa kimejaa siku aliyosimama kwenye kizimba. Waandishi wa habari, wanaharakati, familia za polisi, hata maafisa wale wale waliowahi kumdhihaki walikaa wameganda alipoingia akiwa amevaa sare yake kamili, medali ziking'aa chini ya taa. Tumbo lake lilikuwa kubwa zaidi sasa, ishara inayoonekana ya ustahimilivu, maisha yakikuwa kwa kukaidi vurugu Alipoinua mkono wake wa kulia na kuapa, macho ya jaji yalilegea, labda akitambua kuwa hii ilikuwa zaidi ya kesi; ilikuwa hesabu. Naomi alizungumza kwa masaa, akisimulia kila undani, kila tusi, kila wakati wa uchungu. Na alipomaliza, chumba cha mahakama kilikuwa kimya, si kwa kutokuamini, bali kwa aibu. Kisha katika wakati ambao hakuna mtu aliyetarajia, wakili wake wa utetezi alicheza video kamili kwenye skrini kubwa, bila kukatwa, bila kuhaririwa na sauti ya kilio chake ilijaza chumba cha mahakama tena. Maafisa waliomuumiza walikaa wakiwa wamefifia, wakitetemeka, ujasiri wao ukiwa umeondolewa na matendo yao wenyewe. Baadhi ya waamuzi walifunika vinywa vyao. Wengine walitazama mbali. Video ilipoisha, Naomi aliwageukia na kusema kimya kimya, nina kusamehe, lakini msamaha hauondoi uwajibikaji. Maneno yake laini lakini ya kipenya yalikatakata chumba cha mahakama kama blade. Kesi iliendelea kwa wiki, lakini tangu wakati huo, hukumu ilikuwa imeandikwa tayari katika mioyo ya kila mtu aliyeona mateso yake na kusimama tena. Aliposhuka kutoka kwenye kizimba cha shahidi aliweka mkono wake kwa upole juu ya tumbo lake na kunong'ona, karibu tufike, mtoto, karibu tufike. Nje umati uliimba jina lake, Naomi, Naomi, haki kwa Naomi. Na kwa mara ya kwanza katika miezi, alijiruhusu kutabasamu, si kwa sababu ilikuwa imeisha, bali kwa sababu hatimaye aliamini inaweza kuisha. Mwanamke waliyemfunga alikuwa amekuwa ishara ya taifa linaloinuka. Na ingawa majeraha yake bado yaliuma, roho yake iliwaka kung'aa zaidi kuliko hapo awali. Mama, afisa, na nguvu ambayo hakuna mnyororo unaoweza kushikilia tena. Chumba cha mahakama kilikuwa kimya, aina ya ukimya unaojisikia hai, ukitema, ukisubiri, huku sajenti Naomi Kole akisimama na mkono mmoja umepumzika juu ya tumbo lake na macho yake akiwa ya yameelekezwa kwa juri. Miezi ya kusikilizwa ushahidi na machozi ilikuwa imesababisha wakati huu, na ulimwengu nje ulisubiri kupumua tena. Kamera zilizunguka, kalamu zikitetemeka, na hata maafisa waliowahi kumdhihaki sasa walikaa nyuma ya wanasheria wao, wakiwa wameondolewa sare zao na kiburi, nyuso zao zikiwa zimefifia chini ya uzito wa ukweli. Jaji, mwanamke mzee mwenye macho yaliyobeba uelewa na ghadhabu, alirekebisha miwani yake, sauti yake ikiwa shwari lakini isiyotetereka, alipoanza kusoma hukumu. E, kuhusu mashtaka ya kuzuia kinyume cha sheria, unyanyasaji na utovu wa nidhamu chini ya rangi ya sheria he. Kusimama kulihisi kutokuwa na mwisho, kama historia yenyewe ilikuwa ikizuia pumzi yake. Tunawapata washtakiwa kuwa wana hatia kwa mashtaka yote. Chumba cha mahakama kililipuka. Mihemo, machozi, makofi na magoti ya Naomi yalikaribia kutokuwa na nguvu, si kwa udhaifu, bali kwa wimbi kubwa la haki lililokabidhiwa hatimaye. Marcus alishika mkono wake, akimthibitisha, huku miale ya mwanga ikijaza chumba. Familia za afisa zililia kwa kutokuamini, wakati machozi ya Naomi yalipungua kimya kimya, kila moja ikiosha kipande cha maumivu aliyokuwa amebeba tangu siku hiyo ya kikatili. Jaji alimtazama moja kwa moja, sauti yake ikipungua. E, Sajenti Cole, mahakama hii inakudai msamaha kwa niaba ya kila beji iliyoshindwa kutekeleza wajibu wake. Ujasiri wako ulirudisha maana ya haki. Naomi alitingisha kichwa, hakuweza kuongea, midomo yake ikitetemeka aliponong'ona asante. Nje alipoingia kwenye mwanga wa jua, umati uliunguruma jina lake tena, lakini wakati huu haikuwa hasira iliyochochea nafasi yao, ilikuwa ni tumaini. Alinyanyua mkono wake, si kama ishara ya ushindi, bali kama ahadi kwamba mapambano yake hayataishia hapa. Alitazama juu angani, akinong'ona kwa mtoto ndani yake, unaona mtoto, ukweli hushinda, hata kama inachukua kila kitu. Upepo ulibeba maneno yake katika taifa ambalo lilikuwa limeangalia kujifunza na kubadilika. Na huku skrini ikififia kuwa nyeusi katika mioyo ya wale waliosikia hadithi yake, ujumbe mmoja ulibaki: jiandikishe kwa hadithi zaidi za ukweli, haki na ujasiri wa kusimama wakati ukimya ni rahisi zaidi.